Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Tunalipata katika injili ya Luka sura ya tano 5 aya ya kumi na mbili hadi ya kumi na sita ni habari za Yesu na mtu mmoja ambaye neno la mwenyezi Mungu linasema alikuwa amejaa ukoma. Anamwendea Yesu na anapofika pale anamwambia ukitaka waweza kuniponya. Ukoma ulikuwa ni nini? Ukoma ulikuwa ni ugonjwa mbaya sana katika Agano la Kale, katika maeneo yale ya mashariki ya kati, na ulikuwa ni ugonjwa wa ngozi, ulikuwa unakula nyama ya ngozi, na ukawa unaweka pia vidoadoa kwenye ngozi ulivyokuwa unakula nyama ya ngozi, baadaye ulianza hadi kutafuna vidole, kiasi kwamba mwenye ukoma ali, uli, alikuwa ni mtu ambaye huwezi ukamwona ana vidole, hawezi kuwa na nywele. Yeye alikuwa ni mtu ambaye amekata tamaa sana, ukoma umemtafuna huyu mtu ambaye alikuwa amejaa ukoma, manake hakuwa na vidole, vimetafuna mwili mzima, hakuna sehemu ambayo alikuwa ameachwa wazi. Ugonjwa wa kutisha. Sheria kali iliwekwa kwa wagonjwa hawa wa ukoma, ambao mara nyingi sana walionekana ni watenda dhambi, wamemkosea Mwenyezi Mungu, ndio maana wakapata ugonjwa huu wa ukoma. Walawi sura ya 13 aya ya kwanza mpaka 59 iliweka sheria juu ya mkoma. Vilevile vile pia Walawi sura ya 14 aya ya kwanza mpaka 57 Mkoma yoyote yule akionekana na amethibitishwa kwamba ni mkoma kupitia makuhani, jambo la kwanza, alitengwa, alitengwa na jamii. Hakuna maumivu makubwa ndugu yangu kama ya kutengwa. Jambo la pili, alipaswa kila anapotoka, anapotembea mtaani, aanze kujiita, mimi najisi, mimi najisi, najisi, najisi huo ndio ulikuwa wimbo wake. Hawapaswi kuongea maneno mengine, bali kujinenea maneno mabaya kwamba yeye ni najisi popote pale alipokwenda. La tatu, alipaswa kukaa peke yake, alitengwa na jamii, akawekwa nje ya kambi mkoma. Ukoma ulikuwa ni ugonjwa ambao uliwapelekea wale walioathirika wa na ugonjwa kupata matatizo ya kisaikolojia, walipata shida ya akili kwa sababu ya kutengwa na muda wote kutamka maneno kujitamkia maneno mabaya kwamba mimi ni najisi na baadaye kuwa na hali ya upweke. Ugonjwa huu ulikuwa ni ugonjwa wa aibu, ugonjwa wa hofu. Kila mtu ambaye alikuwa amepata ugonjwa huu alikuwa na hofu, na baadaye yule mtu alikuwa na hisia za kuwa na hatia. Mwenye ukoma alichukiwa na watu wengine, mpaka akajichukia yeye mwenyewe. Hivyo basi anapoamua huyu mkoma kuja kwa Yesu anakuja na maneno makali sana, anamwambia "Ukitaka waweza kunitakasa." Si maneno ya mtu ambaye anakuja kwa lugha nyepesi ya kuweza kuomba msaada. Alikuwa ameshavuruga wa kisaikolojia, ukitaka waweza kunitakasa, kwa sababu ya kutengwa, kwa sababu ya kukaa peke yake hatia ya kwamba yeye ni mkosaji. Na katika mambo hayo yote, anakuja kwa Yesu moja kwa moja. Kwa nini? Aliwasikia watu wakimweleza kwamba Yesu anawapokea watu wote, madamu wewe ni binadamu, haijalishi una magonjwa, haijalishi una misiba, haijalishi una mambo ya namna gani, Yesu anawapokea. Ndipo anakuja kwa Yesu kwa maneno hayo, akijua kwamba yeye ni najisi, akijua kwamba amechukiwa ametengwa ana hofu, ana aibu, ana hatia, ana zile hisia za kwamba yeye ni mkosaji, yeye ana hatia mbalimbali katika maisha yake. Tumwone Yesu anafanya kitu gani. Yesu anamgusa yule asiyeguswa, alimgusa mkoma ambaye hakuguswa na watu wengine. Yesu anamwendea yule aliyekuwa ametengwa, anaongea naye. Yesu hakutaka kumwacha peke yake, ananyosha mkono wake kwenda kwa yule ambaye kila mtu alikuwa amejitenga na yeye. Yesu anamwendea huyu mtu ambaye alikuwa na hatia, mtu mwenye aibu, mwenye hofu, yule aliyekuwa amechukia na wengine. Yesu anamwendea katika maisha. Waweza kupita katika ugonjwa wa ukoma, ukoma wa kiroho na ukoma wa kiroho unakuja kwa sababu umetenda dhambi, dhambi ya aibu ambayo hii dhambi ya aibu inaanza kutafuna viungo vyako ambavyo vinakupelekea uweze kukua katika safari yako ya kiroho. Inaanza kutafuna mwonekano wako wa nje, kwa sababu dhambi inaanza ndani. Ukiharibika ndani, inaharibu mwonekano wako wa nje. Ulikuwa unang'ara, ulikuwa na utukufu, ulikuwa na sura nzuri. Ukoma wa kiroho unakutafuna mtu, ulikuwa unang'ara, watu wanakupita wa hivi hivi. Ukiona una hisi dalili zifuatazo: ukiona unatengwa na jamii na wenzako, utambue una ukoma wa kiroho. Ukiona muda wote wewe ni kujinenea maneno mabaya kwamba, mimi najisi, mimi mdhambi, mimi mlevi mimi sijui na hivi, yani unajitamkia maneno mabaya, mimi ni mwongo, unajitamkia maneno mabaya, utambue una ukoma wa kiroho. Ukiona una tabia ya kukaa peke yako, kujitenga na wenzako, utambue una ugonjwa wa kiroho, wa ukoma wa kiroho. Ukiona wewe ni mtu wa aibu ofu na mara nyingi sana unakuwa na zile hisia za kuwa na hatia, utambue hizo ni dalili za ukoma wa kiroho. Vilevile pia ukiona unachukiwa na watu na baadaye wewe mwenyewe pia umefika hatua ya kuweza kujichukia, utambue wewe una ukoma wa kiroho. Yesu anakuhitaji. Ila habari njema ni kwamba mkono wa Kristo una nguvu kubwa sana kwako, na kwa wale watu wote ambao wametengwa, wale watu wote ambao wana hofu na aibu. Usijidharau katika safari ya maisha yako, hata kama umetendewa maneno mabaya, umenelewa maneno mabaya na watu wamekutenga, angalia Chukua hatua mwende Yesu, acha kujidharau mpaka uchungu uingie ndani ya maisha yako. Licha ya yote kwamba uchungu umeingia ndani mwako, umejisikia vibaya na kila aina ya, ya dharau ambazo watu wamekufanyia mambo kama hayo, Yesu bado ananyosha mkono wake juu yako na juu ya wale watu wote ambao wamepata majanga kama haya. Usijidharau hata mara moja, ondoka mwendee Yesu. Huyu mkoma aliondoka akamwendea Yesu na maneno yamenyoka, ukitaka waweze kunitakasa, na Yesu akatenda. Maisha yetu sisi ambao tunaishi yani, ambao ni Wakristo, yatusaidie sana, tuguse maisha ya wale ambao hawajaguswa, tuwapende wale wasiopendwa, tuwasamehe wale ambao hawajasamehewa, yani tuweze kuwa karibu na wale watu ambao wametengwa kuna watu wengi wamejitenga kwa sababu ya ugonjwa huu wa ukoma wa kiroho. Sisi ambao ni Wakristo tutende kama Kristo. Mikono yetu iweze kuwa karibu nao, mikono yetu iwabariki, mikono yetu iwafanye waweze kuona maana ya maisha. Na tukifanya hivyo, mbingu inatusubiri. Tusipofanya hivyo, Ukristo wetu hauna maana. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.